Ya Taifa ya Uchaguzi inaendelea na uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Sasa tuko kwenye mzunguko wa pili wa umapili ya uboreshaji uh, mimi leo nimetembelea jimbo la uchaguzi la Mkuranga, nimeangalia zoezi hilo linavyoendelea nimekuja, uh, pia hapa Kibiti, nimeona uh, kwamba zoezi linaendelea vyema Wananchi wamejitokeza kuja kuboresha taarifa zao na pia kujiandikisha upya. Sambamba na uboreshaji huo, e, tumebandika daftari la kudumu, la daftari la awali la mpiga kura ambalo tumebandika kila kituoni. Lengo e, na madhumuni hasa ni, ni, ni, ma, ma, madhumuni hasa ni tatu, e, kwamba wananchi waangalie taarifa zao kama upo kwenye daftari au la lakini pia kuangalia ni yupi astahili kuwemo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, kwa maana kwamba labda amefariki, na tatu kuangalia pia kama kuna mtu asiyestahili eh, kuwa, kuwa, kuwa mpiga kura eh, anaonekana kwenye daftari. Kwa hiyo hapo kutumia fomu zinazopaswa kwa ajili ya kumwondoa huyo mtu kwenye daftari, hapa nachozungumza fomu namba 5b au eh, kuboresha taarifa fomu namba 5A na kadhalika. Kwa hiyo zoezi linaendelea vizuri, na wasihi wa Tanzania kwamba tujitokeze kuja kuboresha taarifa kwa sababu hii ni, ni awamu ya pili ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura ambayo ina, ina, ina, ina, ina, ipo kwenye mikoa eh, kumi, eh, na sita, na kwa tarehe, tarehe kumi na sita na imeanza tarehe kumi na sita mpaka tarehe ishirini na mbili. Baada ya hapo e, e, zoezi la uboreshaji halitafanyika tena. Kwa hiyo nawasihi wananchi wajitokeze katika siku hizi zilizobaki, ili waweze kutumia nafasi hiyo na hatimaye kutumia haki yao ya katiba ya kuweza kupiga kura. Tumeanza tokea jana hizi shughuli za uandikishaji na jana tuliponguja kwa kutembelea vituo zaidi ya kumi na leo tuko Pemba. Tumekuja hivi jioni na tumeanza kutembelea kituo hiki cha Madumu. Kwa hiyo, nashukuru na watu wamejitokeza kwa wingi, hiyo jana na leo, naona hapa wazungu, naona wameendelea vizuri. Kwa hiyo, tunaomba wananchi waendelee kutumia nafasi yao hii ili kuweza kujiandikisha. Tuna washauri wananchi kwa ujumla, kwamba ni vizuri wakazitumia hizi nafasi za mwanzo katika uandikishaji, kwa sababu hii ni mara ya mwisho. Hakutokuwa na nafasi kama hii tena. Kwa hiyo wajitahidi, ili waweze kujitokeza kwa wingi, ili wafanye hiyo shughuli. Asanteni. Kama ambavyo mnafahamu Tume huru ya eh, Taifa ya Uchaguzi mwene, api, uh, kwa mujibu wa kifungu namba kumi na sita cha uh, sheria ya uchaguzi uchaguziaiwani tumeanza zoezi la uboreshaji wa awamu ya pili kwenye mikoa kumi na sita ya Tanzania bara pamoja na Tanzania Zanzibar na, zoezi, jana, mwenei, na, na jia, eh, hili limeanza jana tarehe kumi na sita mwezi Mei na Mungu akija tunatarajia kukamilisha zoezi hili tarehe ishirini na mbili. Leo ni siku ya pili ya uboreshaji na uboreshaji unaendelea vizuri. Eh, waheshimiwa wajumbe ambao wametawanyika katika maeneo mbalimbali na sisi management ya tukio tunaweka maeneo mbalimbali ni sasa niko mkoa wa Dar es Salaam. Na nimetembelea halmashauri ya manispaa ya Kigamboni na sasa niko kwa halmashauri ya manispaa ya Temeke na then nitamalizia halmashauri ya manispaa ya Ilala. Kwa kweli vifaa vyote vinafanya kazi na watu wajitokeze kwa wingi katika uboreshaji huo. Kwa hiyo ni wahimizi wananchi zoezi la uboreshaji lina shirika la mambo matano kwa wale wote ambao wataandikishwa wapiga kura wapya ambao wa kuandikishwa awamu ya kwanza au watakutumiza umri huo wakati wa uchaguzi waka, eh, lakini pili, kutoa fursa kwa wapiga kura ambao kadi zao zimeharibika, zimepotea, waende wakapate kadi mpya, lakini pia wapiga kura ambao wamehama kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine waweza kupata fursa hiyo, lakini wale wapiga kura ambao wamepoteza sifa ya kwenda kupiga kura. Zoezi hili linahusisha pia kuweka uh, majina ya wapiga kura kuweka daftari la awali wazi kama ambavyo mnaona hapa. Haya ni baadhi ya majina ambayo ya wapiga kura ambayo yamewekwa kwenye daftari la awali kwamba lazima kila mtu akague daftari kuondolewa kwenye daftari wapiga kura ili maisha yaweze kuendelea vizuri. Niwasihi wananchi wote katika mikoa kumi na sita Tanzania Bara, pamoja na mikoa ya tano ile ya Zanzibar, waweze kujitokeza kwa hizo siku zilizobakia, siku tano, kuanzia tarehe kumi na saba leo mpaka tarehe ishirini na mbili mwezi huu. Hahawazi mwitikio kweli ni mkubwa na tujitokeza kwa wingi, na niendelee kuwasihi waweze kujitokeza katika maeneo mbalimbali pia. Asanteni sana. Uh, leo, leo siku yetu ya pili katika zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili. Tuko katika wilaya ya Mvomero na hapa si tupo kijiji cha, cha Mlali e, mote nimepita, zoezi linaendelea vizuri, ingawa leo Jumamosi kidogo hivi asubuhi wengi hawajaanza ha kujitokeza lakini kila tulipopita tumekuta watu wameshaanza na tunatarajia kwamba hadi kufika mwisho wa zoezi hili watakuwa wamejitokeza. Napenda nichukue fursa hii kuwahimiza wananchi wote ambao hawajajiandikisha na wale ambao wanahitaji kuboresha taarifa zao, wajitokeze kuitumia fursa hii iliyotolewa na, na, na, na, na, na serikali na tume ili waingie katika daftari la kudumu la kupiga kura waweze kupiga kura hapo mwezi wa Oktoba utapofika kipekee ki, ki, tunapenda kuishukuru Tume Huru ya Taifa maandalizi, okay. yatakuwa, kwa, na, ya uchaguzi maandalizi yatakuwa mazuri, na jana tumeanza zoezi vizuri kwenye vituo vyetu vyote 46 kwa majimbo mawili na hatujapata changamoto. Wataalam wa tume tumekuwa nao pale ambapo tunakuwa na shida wanatu backup tunatoka kwenye hiyo changamoto, lakini kituo hiki e, kama itakupendeza hawa ndio wenzetu ambao tumewapa mafunzo, lakini ipo msimamizi ambaye tunamwita Alokata, huyu hapa, labda akuambie. Kwa ujumla, lakini mimi kama msimamizi kwa majimbo yote mawili, nataka niseme kwamba e, toka jana tumeanza tumefanya vizuri, na jana tumeandikisha wateja wetu wapya, lakini pia watu wameboresha na wapo wengine ambao wamefuta taarifa zao kutokana na changamoto za kama ambavyo tumepewa miongozo. Liko hapo nje. Jina langu naitwa Magdalena Kamkisha Ruebangila, ni mjumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Katika mazoezi kama hili, tumepewa kazi ya kuratibu na kusimamia shughuli za uchaguzi na kwa upande wa uboreshaji wa daftari uh, maalumu. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ibara ya 74 ibara ndogo ya 6A na Sheria ya Uchaguzi wa Rais wa Bunge na Madiwani ile kifungu cha kumi kinatutaka tuweze kwenda kufuatilia au uh, kusimamia na kuratibu uboreshaji na kusimamia na kuratibu ni pamoja na kufuatilia zoezi linavyoendelea, na nia nia hasa ni kuona kama kuna changamoto yoyote, ili tuweze kushirikiana kutatua hizo changamoto kwa haraka, kwa wakati, ili kusudi kazi iendelee vizuri. Kwa hiyo hapa tumekuja kituoni kuona, naona BVR ipo hapo. Kwa hiyo jana, uliitumia jana? Inafanya kazi vizuri, picha zinatoka, vitambulisho na uandikishaji. Watu wanaokuja na taarifa zao, wanaokuja hawana hawana taarifa, hawana kadi, unafanyaje? Yaani anataka kuboresha, lakini hana kadi, huo unafanya Uh -huh. Sawa uh -huh. Okay. Eh, so. Changamoto okay. Ote okay. mm -hmm. Na watu wengine wanasema anakuja akumbuki alijiandikisha lini, lakini anasema labda kadi imefutika, u ujapata. Okay. Basi mm -hmm. Tunashukuru sisi kama kazi inaenda vizuri, tunashukuru. mm -hmm. Na wengi wanaoboresha ni kutokana na wanakuta makosa kwenye kwenye daftari kwenye majina yao, au ni wapya tu walikuwa wamepotelewa. Sababu za kuboresha zinakuwa ni sababu, wengine wamepotelewa, lakini vitambulisho vyao vya kupiga kula, lakini kuna wale ambao vitambulisho vyao havionekani vizuri, vimeharibika. Haya, basi ongeleni sisi tunapita kuangalia kama zoezi linaenda vizuri na kama kuna changamoto tuzisikie tuone namna ya kuzitatua. Amjapata mashine inatoa kadi vizuri wee ndi wabiviana Eh, tuko katika kutekeleza majukumu yetu ya kikatiba na kisheria ya kusimamia na kuratibu shughuli ya uboreshaji katika mnyororo mzima wa shughuli za uchaguzi. Kwa hiyo tunakuja kuangalia kama kazi inaenda vizuri, kama kuna changamoto tunaweza tukashirikiana kwa jinsi gani, ili kusudi changamoto zisiwepo, lakini kazi iende kama ilivyokusudiwa na iweze kutoka vizuri. Kwa hiyo tuna, sio kwa watendaji tu, lakini na nyie wateja ni wadau wetu muhimu ambao mnakuja kuandikisha. Kama mna kuna hitilafu yoyote ambayo mnaweza mka mna, mnaona inaweza ikarekebishika, karibu mseme, kwa sababu ni kwa faida ya zoezi zima. Lakini pia jambo jingine, kwa nyie ambao mmeshakuja mmeshaona huduma na nyie watendaji, ni watie moyo tu na kuhamasisha kwamba mweze kuambia watu wengine, ndugu zenu jamaa zenu watu, yani watu ambao hawajapata nafasi ya kuja kujiandikisha au kuboresha taarifa zao wenye sifa za kufanya hivyo waje, waje wakashughulikiwe waka waka hapo wakapate huduma, kwa sababu hili zoezi linaendelea mpaka tarehe ishirini na mbili na hii ndio mara ya mwisho. Kwa hiyo hakuna mazungumzo baada ya habari. Kwa hiyo kama mtu anataka kuja kutumia haki yake ya kupiga kura mwezi katika uchaguzi mkuu mwezi Oktoba inabidi ajiandikishe katika hizi siku mbi ambazo zimebaki sasa hivi, imebaki kama siku ngapi nne au tano mpaka tarehe ishirini na mbili eh. Kwa hiyo nafasi ipo, hata kama mtu anapingamiza na amemwona mtu ambaye yuko kwenye orodha uh, ya uh, daftari la kudumu la mpiga kura, lakini anajua hana sifa au amefariki au kwa sababu nyingine yote zilizo halali zilizoainishwa ambazo ni zinamfanya mtu kukosa sifa, basi aje atoe hiyo taarifa sasa hivi, sio kuja baadaye akasema mtu fulani hawakumtoa awe. Kama ulikuwa na taarifa na wewe ni mpiga kura, uje utoe taarifa, hata kama wewe una kadi. Lakini basi anaweza akatoa taarifa kwa viongozi wa, wa, wa mtaa wake, ambao ni wapiga kura wana kadi tayari, lakini na yeye aje andikishe kadi. Akiandikisha ndio anaweza kutoa taarifa yake ikakubaliwa. Asanteni.